Kaka! Kaka! Kaka! Oh, kaka! Eh, nikumbatie kaka. Eh, hivi namna gani? Ni hali ya maisha ya maisha maisha ndo hivi? Hivi. Ni kaka. Sa... Sa kiakili. Kaka niwe hizi siko sawa, ndoa sai ikosawa kaka. Eh. Siko sawa. Sawa kaka, Wewe sikani wewe hivi bwana. Usijali utanitafuta. Maisha magumu, maisha magumu, yanatisha, maisha magumu, maisha magumu. Mungu wangu jamani, dunia mbona imeharibika sana. Mungu naomba nisaidie, mtoto wangu asiwe kama hawa. Yani watoto wadogo wanakunywa pombe kiasi hiki. Mama Boya, ya mimi nakunywa pombe kwa hela zangu kuliko wale wanaotoa wazazi wao kafara, ndio kula chuma hiyo. Una furaha sana leo baby? Naona kama unishukishi, baby. Leo nilienda hospitalini maana nilikuwa najisikia vibaya sana. Ah, unataka kuniambia leo ulienda hospitali? Ndio. Sasa mbona atakutoa taarifa kwamba umeenda hospitalini? Hatimaye ikawa nini lakini? Daktari amesema eti eti eti nini, bwana, si useme tu. Malizia bwana. Ah, sawa, sikia, mimi siwezi kumalizia afu, yani ni shoti, siwezi kubashiri, unaona? Yani, kwa nini vyema, ungenyosha maelezo nikakuelewa. Amesema Yani yes, baby, unataka kuniambia wewe una mimba? Ndio. Ah, fa, na hiyo mimba ni ya nani? Mimba nani? Mama, mama. Hey, <laughs>

Saba, siku wazifanani. Mungu wana bariki kwa wakati anaotajuu kuwa hii wala kuchelewa, hivyo mimi sina shaka. Pole <laughs> na yeah, mihangaiko mwanangu, pole na kuhangaika kote huko. Asante mama angu, pole sana William, ila mama, siku yangu wa leo, eh. Hey, imekuwa mbaya sana mama angu. Kwa nini baba mama, katika harakati zangu za kutafuta kazi mm, ndipo nikaona nyumba moja mama nikiamini ya kwamba nitapata kazi hey. Lakini nicho nacho nichokuta nacho mama angu, nichokuta nacho mama angu ni, nikutana na binti mmoja mama, akaniahidi ya kwamba yuko tayari kunipa kazi mama hmm, akasangua niingie ndani, nitakuletea majibu yako hmm, no akaingia ndani mama hmm. Wanangu nyamaza, ipo siku Mungu atatulipia, ipo siku Mungu atatulipia wanangu. Sasa hivi ndivyo ilivyo matumaini hayaonekani, ila na tabiri japo nalia leo, ila kesho kicheko. Afu sikia nikwambie, na unisikilize kwa makini. Yani hiki kitu huko ndani kilichokuja kama yani, unaenda kukosea mesha kisa, nimekuambia na ujauzito wako, na unafanyia yote haya eh? tena ukae kimya na umeona, ule pale mlango ule mlango, na matumizi yake mawili kuingia na kutoka, na kama jinsi ulivyoingia, na ndivyo jinsi ambavyo inabidi utoke, na inakubidi uondoke mapema sana. Nashukuru. Toka nasikie, toka. Najuna, amekuwa matajiri. Lakini mwanangu, Mungu tunayemwabudu huyu atatusaidia na sisi aliyempa. Yeye ndio atakayekuja kutupa na sisi mwanangu. William usilie, naamini kabisa ipo siku, Mungu atakuja kutuinua tu, baba M mama, ikubwa ni kumwamini Mungu tu peke yake, nimekosa janala, na nami nikipambana hata kesho ndapata pata. Alompo yule atanipa na mimi riziki mafungu saba Saba. Siku wazifanani. Mungu anabariki kwa wakati anaotaka, ajui kuwa hii wala kuchelewa. Hivyo mimi sina shaka wangu, changamoto zinanipa hasira ya kusonga mbele, kujituma kwangu nasubila lengo nifike mbali.